Mtazamaji karibu katika kipindi cha maisha halisi ya mtaa, na leo nimekutana na afisa msafirishaji maarufu kama bodaboda boda, hapa barabara ya Mazimbu manispaa ya Morogoro, na piga stori za maisha, hasa kuhusu kazi anazofanya. Unaweza kutuambia jina lako na unafanya kazi hii wapi? ya Yeah, jina langu naitwa Enock ita madete. Mimi ni bodaboda nafanyia bodaboda hapa Mazimbu road Morogoro, Kionda. Umekuwa kwenye kazi hii ya bodaboda -boda kwa muda gani? Uh, kwa kazi yangu ya bodaboda sasa hivi niko na miaka miwili na mwaka ujao nitakuwa ni mwaka wa tatu. Sasa mwaka huu wa kazi umekuwa ni mzuri wastani au mgumu kwako? Nam na, namshukuru Mungu kwa sababu uh, umenisaidia sana sababu zamani kabla ya kuwa sina kazi yoyote nilivyoingia nikuwa siwezi kupata ku, mahitaji yangu yale yote ya re, kila siku, lakini sasa hivi namshukuru Mungu uh, mambo yanaenda kwa sababu naweza nikafanya kazi kuanzia asubuhi mpaka jioni nikawa na elfu thelathini arobaini. Kwa kwangu ni hatua kubwa. Ni muda gani hasa huanza na kumaliza kazi kwa siku ya kawaida? Uh, kwa kuanza kazi mi naanza saa moja namaliza saa nne ndio naenda kulala. Unadhani usalama barabarani unawezaje kuboreshwa ama serikali inaweza kuboreshaje kwa madereva wa bodaboda? Uh, la kwanza uh, kwa serikali la, la kwanza nikanaomba miundombinu ivirekebishwe kwa sababu sehemu nyingi inazopita ni chafu na hatarishi kwa abiria na kwangu mwenyewe dereva. La kwanza, la pili nikaomba serikali isaidie vijana kendo tukapata elimu zaidi ya uh, usalama barabarani kwa ajili ya weza kupata usalama zaidi wakati wa kuendesha. Wewe binafsi unafanya nini kujilinda na abiria wako k? Okay, cha kwanza mimi ninachofuata ni kufuata sheria za usalama barabarani, cha kwanza cha pili ni kuhakikisha abiria wangu amekaa vizuri na kuvaa labda elementi na vitu vingine, ili kwa ajili ya kupata usalama zaidi. Changamoto kubwa uliyowahi kukutana nayo mwaka huu ni changamoto? Inayokumbuka zipo mbili kubwa kwanza ni kuibia chombo changu cha usafiri, changamoto ya pili ni kupata ajali barabarani, kudondoka na chombo cha usafiri. Siku unaibiwa pikipiki ilikuwaje? Yeah. Ye. Pikipiki katika mazingira ambayo niko hofu kabisa, nishafika nyumbani, nimepata pikipiki yangu. Asubuhi nimeamka, nimekuta ameshavunja na kuniibia chombo changu cha usafiri. Hatua gani ulichukua baada ya kuibiwa? Hatua ya kwanza ilichukua ni kwenda katika jeshi la polisi. O, baada ya hapo nikapewa alabi. Baada ya hapo ndipo nikatafuta hizo chombo basi, nzuri au mbaya, atakufanikiwa kukiona mpaka leo. Kituo cha polisi kiko karibu na eneo unalofanyia kazi, je, ushirikiano wao na nyie bodaboda ukoje? Acha kwanza nipende kuwapongeza jeshi la polisi sababu wamekuwa wamekuwa wamekuwa uh, karibu sana na sisi bodaboda kwa sababu uh, naweza nikasema kila mwezi wako wanatuita pamoja na kusanya pamoja na kutupa elimu ya usalama barabarani. Kwa hiyo hicho ni kitu kikubwa sana na ukilinganisha ajali za zamani, kipindi cha nyuma ajali zikawa zikitokea sana lakini baada ya kuanzisha hiyo programu yao imekuja kutusaidia sana sisi bodaboda, ajali kidogo zimepungua na mambo yanaenda sawa. Vipi kuhusu ajali, ilikuwaje? Kipindi nimepata ajali, nilipakia abiria, nilikuwa nikienda mjini. Sasa bahati mbaya ama nzuri, wa vijana walikuwa wakifukuzana, walikuwa vijana wa bodaboda wenzetu ambao walikuwa wakifukuzana, bahati mbaya ndio wamekuja kuingia hadi kwangu huko, ndio wakanisababishia ajali. Baada ya ajali, nashukuru Mungu abiria wangu walikuwa salama kabisa, lakini mimi tu ndio nikapata maumivu yasa, kwenye mguu kiasi cha kupelekea kwenda kushonwa kabisa Jee. Kikundi cha bodaboda cha Mazimbu Road kilikusaidiaje? Nashukuru kwanza, kikundi changu hichi kimenisaidia sana, kwa sababu baada ya kupata ajali mimi kwa hospitali, ndugu zangu au washikaji wangu wa karibu walitoa taarifa kwa uongozi wa hichi kikundi chetu hapa Mazimbu Road. Namshukuru Mungu, baadhi walikuja kuniona, lakini pia kama kikundi kilichangia kiasi kidogo cha shilingi laki moja kwa ajili ya matibabu yangu. Kazi ya bodaboda ina ugumu kiasi gani? Ah, kazi hii bwana ni ngumu kiasi fulani, lakini pia naweza, ina nikasema ya faida kwangu, kwa sababu inanisaidia sana sababu kama nilivyoeleza mwanzo, huwa inasaidia kupata kipato, kwa kuwa ni kazi ya hatari sana ugumu hey, wake bwana ah, ugumu wake iko hivi mfano ah, kuna sehemu nyingi ah, unaweza kupakia labda tuseme kwa abiria unaweza ukapakia abiria Naenda sehemu fulani, sawa. Ukifika kule, umefika sehemu ambayo wanahitajika u hamjaelewana nini, akija anakupa kiasi kidogo cha pesa ile ambayo haiendani na sehemu ambayo anaenda. Kwa hiyo hivyo ugumu uh, wa pili naona uh, ndio hivyo, yani kuhatarisha maisha muda wote. Bodaboda tunadhurika, tunaonekana kama kama hivyo, tunashukuriwa wezi, tunaonekana <laughs> hivyo. Changamoto ni nyingi sana. Ah. Unaweza mfano, unaweza kumpeleka mtu anakuja anakwambia nipeleke sehemu fulani, labda nyumba za wageni. Sawa. Unampeleka chafu kwa umemwacha labda umeonewa. Baadaye pengine yule mtu uliompeleka nyumba za wageni naye yuko na ndoa labda so, sasa mwanandoa wake akija kuona hatua hatari inakuwa kwako. Kwa hiyo hatari inakuwa kwangu mimi bodaboda kuliko hata yule ambaye nilompeleka. Umeona? Ndio hivyo. Kuna matumaini au malengo gani unayoingia nayo mwaka unaokuja? Yes, kitu ambacho sijakikamilisha kwa kweli katika kazi yangu hii, mwanzo kabisa Januari nilipoanza, Januari nilipanga nitanunua kiwanja, nilipanga ninunua kiwanja, baadaye ikatokea mistake ya kuibia pikipiki kwa, kwahiyo ikaniumbisha kidogo. Uh, imekuwa sasa mwaka huu kidogo, ratiba zikavurugika hivyo kwao, nimeshindwa kuendelea na hilo wazo langu, na hisi mwakani nitafanikisha hivyo. Je, una ujumbe wowote kwa wateja wako au kwa waendesha bodaboda wenzako? Bila uh, wangu cha kuambia kwanza, napenda kuwashukuru sababu, uh, bila wao mimi <laughs> siishi. Kwa hiyo, uh, ni watu wa muhimu sana katika maisha yangu. Uh, cha kuambia tu na kuahidi kuwa nitatoa huduma nzuri yenye usalama kabisa. Nitajitahidi kuzingatia usalama ili wao wae salama na mimi niwe salama, niendelee kuingiza kipato. Namweleza nini mwenyekiti wa kikundi cha bodaboda ama kijiwe cha bodaboda cha hapa Mazimbu? Mwenyekiti mii ni kumpongeza uh, na uongozi wake wote kwa sababu wanafanya kazi vile ambavyo tuliwapa imani, kwa sababu wakati tunawachagua walitupa sera zao. Uh, nashukuru Mungu mpaka sasa hivi wanaifanya kazi vizuri tena zaidi ya vile ambavyo tumefikiria. Kwa hiyo mimi namwapisheti sana. Wewe kama kijana unawambia nini vijana wenzio, ambao wengine wamemaliza vyuo vikuu, wengine shule za msingi, sekondari, vyuo vya kati, na wapo tu nyumbani wakilalamika kuwa hakuna ajira wewe una ujumbe gani kwao, cha kuambia wale ambao wako nyumbani na ambao wanaweza vyuo vikuu hawana kazi? Bodaboda boda ni kazi kama kazi nyingine. Kwa kweli, mimi nao shuhuda mwingi mwingi mwingi sana, na mungi mungi mungi pia, vitu vingi vya kuelezea. Mimi nawashauri waingie kwenye bodaboda boda, kufanya kazi, hela ipo na mambo yao yatakaa sawa tu, wakati ambapo kama mfano umemaliza chuo kikuu unaingia. Wapo vijana tuko nao hapa wanaweza vyuo vikuu, wanasubiri ajira, lakini wanafanya kazi ya boda boda na mambo yayo yanaenda tu vizuri safi. Hadi kufikia hapa, sina la ziada. Ulikuwa nami Jeremaya Musa, na mgeni wangu hii leo alikuwa ni afisa msafirishaji ama bodaboda maarufu kama Enoki, lakini jina la mtaani kwake hapa anaitwa Cowboy. Asante.